Al-Akh auliza asema yeye yeah, yeah, amefika msikitini akakuta hutuba ya kwanza imeisha siku ya Ijumaa, ibakia hutuba moja, nini afanye? Nikamuuliza akasema ya yani, kuhusiana na swala yake itakuwaje, Ijumaa ataswali Ijumaa au adhuhuri? Swali la pili linafanana na hili, je yeah, nikikuta hutuba zote zimeisha nikakuta swala je yeah, nitaswali adhuhuri au nitaswali Ijumaa? Zote katika hali mbili, utaswali Ijumaa.

Ni vyema hii ni siku moja katika wiki. Kwa hiyo jitahidi inshallah kufika mapema. Hakuna sababu ya kuja mwisho mwisho. Ijumaa ipo. Lakini jitahidi ukutwe hata nusu saa, lisaa, masaa mawili. Kwa sababu kuna fadhila kubwa kule kuwahi na kuingia msikitini mapema. Kama hadithi za Mtume zinavyosema yule atakayefika wakati wa kwanza ni kama vile ametoa ngamia. Hadithi ni ndefu mpaka mwisho. Tuko pamoja. Jazakallahu khair. Naam, mwingine.